Wasindikaji na wachakataji wakubwa wa mafuta ya alizeti hapa nchini wamesema bado wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa mali ghafi na kiasi kidogo cha alizeti wanachopata bado ya wahakikidhi ubora, kutokana na kutoa kiasi kidogo cha mafuta, jambo ambalo ni hasara kwao, na ni kutokana na wakulima wengi hasa vijijini kutumia mbegu zisizokuwa na ubora kwa kigezo cha kushindwa kumudu bei ya mbegu za kisasa zenye tija. Kutoka mkoani Singida, Ezekiel Mtunyola anaripoti. Wasindikaji hao wametoa kilio hicho mkoani Singida wakati walipokutana na wadau wa mnyororo mzima wa zao hilo. Tunalalamika mbegu kwa sababu gharama ya kuendesha kiwanda cha kawaida ni kubwa sana. Lakini viwanda vyetu vinaishi vina, vinafanya kazi muda mchache ndani ya mwaka. Tukisema tunafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, ni viwanda vichache ambavyo vinafanya kazi miezi sita. Vivyo vingi ni miezi mitatu muda kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ila vingi ndio hivyo vinafanya vinakamua Gunia mbili, tatu, nne. Kwa hiyo tunahisi serikali yetu kwa msimu wa kilimo unaokuja wawekeze kwa wasindikaji kufanya kilimo cha mkataba na wakulima na kutoa ruzuku kwa mbegu za chotara, ili kuongeza pato kwa wakulima, lakini pia kuongeza kiwango cha mafuta katika viwanda vyetu na kupunguza uingizaji wa mafuta kutoka nje na kufanya viwanda vyetu vifanye kazi kwa zaidi ya miezi sita. Mwenyekiti wa chama cha wasindikaji wa mafuta ya alizeti nchini, Tasupa, bwana Ringo Iringo, anaeleza lengo la kuwakutanisha wadau hao. Uwekezaji mkubwa sana wa teknolojia za kisasa katika usindikaji mafuta ya kula umekuwepo ndani ya nchi yetu. Sasa tunataka tuende sasa katika mabadiliko kwenye kilimo cha alizeti, tuwe na kilimo chenye tija na tunaanza na mbegu bora na tunashawishi sana watumie mbegu za chotara. Ni mbegu ambazo zinavumilia ukame, zinatoa mafuta mengi. we appreciate the role of the government of Tanzania. Tunaunga mkono juhudi kubwa inayofanywa na serikali ya Tanzania kupitia wizara ya kilimo kwa jitihada kubwa inayofanya katika kuhamasisha kilimo cha alizeti, na sisi adivanta ni wadau muhimu kwa kuwa tunahamasisha matumizi ya mbegu chotara ambazo zinaleta matokeo mazuri. Akiongea na wadau hao, naibu katibu mkuu wizara ya kilimo, bwana Hussein Mohamed Omar, anaeleza mikakati ya serikali. Serikali imefanya jitihada za kutosha, kwanza kutoa ruzuku ya mbegu bora. Ukiangalia uh, kwa mwaka huu wa fedha uliokwisha, tumeingiza mbegu kwa, kwa, kwa, kwa ruzuku zaidi ya tani 700 bei ya shilingi elfu kumi kwa kilogramu moja, wakati uh, bei ya soko ni uh, elfu arobaini na tano kilogramu. Yote haya ni kuonyesha kwamba tunaongeza uzalishaji wa wa mbegu bora, tunaongeza tija. Kutoka hapa mkoani Singida, mimi ni Ezekieli Mtonyole, YTV.